Huu ni mpango wa washirikisho kwa maana ya kutafuta kutambua, niseme mm. vipaji na kuviendeleza mm. um, tumekuwa tukifanya katika mikoa mbalimbali nchini mm. Tanzania yes. lakini kwa awamu hii tumekuja katika mkoa wa Morogoro mm. na kwa maana hiyo tunazipitia wilaya zote za mkoa wa Morogoro mm. uh, malengo ni kama uliyozungumza, kujaribu mm. kutambua vipaji mm. na Kuvi, kuviendeleza kwa mm. leo kwa jana tulikuwa Morogoro mjini pale mm. tumefanya kazi ambayo tumeifanya leo pia hapa Kilosa mm. ambapo sasa leo tumekuja hapa Kilosa mm. kujaribu kutambua vipaji kimsingi aa, ni kazi kubwa kwa sababu tunahitaji kuboresha timu ya taifa sasa yes. timu ya taifa inaboreshwa kwa mpango mm. unaitwa Yes. Na ili u, u, kwa sababu huwezi kuendelea kushikilia umri wa kina mzizi s mm. umri wa kina manula yes. yes. lazima uzalishe akina manula wengine mm. kwa hiyo wanazalishwa wapi? ni kutoka kwenye academies hizi ambazo tunafundisha mm. lakini hata academies zinapata hivi vipaji wapi? ni kutoka mm. huku kwenye scouting. Kwa hiyo yes. unaona ni process mm. ya kuanzia kwenye scouting mm. kuja kwenye development, afu mm. kuja kwenye succession plan, mm ili uh, hivi vipaji ulivyovipata viende kuchukua sasa nafasi za akina mzize uh. Kwa ajili ya maendeleo ya timu yetu ya taifa na yes, maboresho kwa ujumla wake yes. Yeah. Bwana, wakati mnavumbua vipaji kitu gani hasa ambacho nyiwe mnakiangalia kwa mchezaji? Uh, ina inakwenda na age mm. Umri wake uh, mm. Kuna vitu vya msingi ambavyo katika umri fulani unatarajia kuviona. Mm. Mfano na kuna vitu hutarajii kuviona, mfano uwezo ukaenda kwa anda, anda 11 mfano ukatarajia shuti kubwa mm. hautaliona au <laughs> yes. Kuna vitu ambavyo hautaviona lakini vya msingi sana ni, mm. ni uwezo hasa wa yeye ku, ku, tunasema kuratibu viungo vyake. yes. uh, coordination namna anavyokimbia namna anavyopampu, labda mikono kwenye physical attribute mm, lakini pia kuna uwezo wa kiufundi technical mm. Yes, anaweza kupiga pasi anaweza kupokea mm, anaweza ku labda kucontrol mpira mm. Uh, wana wataalamu wa, wa, wanaziita 3 Rs mm. Uh, receiving, retaining na releasing anaweza kuvifanya hivyo vitu kwa usahihi yes. Uh, katika age za 12 13 unaweza usivione kwa usahihi mm -hmm. Lakini at least unaona kuna kuna uh, kuna kitu anachokionyesha, kuna indicators za kwamba anaweza akakifanya mm. kwa usahihi yes. Lakini ukiacha hivo kuna maswala ya angalau awe na uwezo wa kutambua nafasi anayoicheza kama kama kama ni mlinzi, kama ni kiungo, kama ni mshambulizi au goalkeeper unaweza ukaanza kuviona hivyo lakini pia utatazama awareness kidogo ukija juu mm. kama miaka kumi na minne kumi na mitano katika hali ya kawaida una, una, una, una, unaanza kudemand baadhi ya vitu kwamba huyu uh, mchezaji kwa makadirio ataweza mm. kuwa anavyo mfano. Kwa sasa unaweza ukaanza kuona labda anaweza akajua aka namna ya kufunga mm. kwa kumwangalia golikipa yuko wapi, yuko na yuko akachagua yes, e, pembe ya score. Mm. Lakini pia ile awareness ya space kwamba mm. sasa hivi angalau kwa 14 mm. anaweza akatambua space iko wapi, niende kwenye ile space mm. au sasa hivi niende nikamdhibiti huyu mpinzani, au mm. sasa hivi nisiende ni, ni, ni drop off, au yani ana angalau anauelewa wa vile vitu ambavyo anatakiwa kufanya.